Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kutoka katika mchezo namba 184, mchezo wa Kariako Dabi, yani Yanga Sports Klabu wakiwa wenyeji dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Klabu, ambapo mchezo huu umekuwa gumzo kubwa nchini Tanzania kwa sababu tunaona tarehe mpya ambayo imeweza kutangazwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni kwamba wiki, yani Juni 15 upande mwingine watakwenda kucheza mechi Yanga dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiki ambacho kinaendelea, Yanga msimamo wao ni kuto kushiriki mchezo huo dhidi ya Simba Sports Club mpaka pale watakapotimiziwa mambo matano. Jambo la kwanza ambalo Yanga wanalitaka ni kuvunjwa eh, kwa kamati ya uendeshaji eh, wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara ya masa sabini na mbili kwa sababu hawana imani na kamati hiyo. Lakini jambo la pili, Yanga Sports Club wanataka kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Lakini jambo la tatu Yanga Sports Club wanataka kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF na bodi ya ligi iwe huru. Huyo ni Yanga matakwa yao, ambao waliweza kuongea katika kikao ambacho waliweza kukaa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ili mchezo huu uweze kuchezwa. Na jambo la mwisho wanataka tarehe mpya itangazwe, eh ili waweze kucheza kama watatimiza ayo mambo manne, na si tarehe E, kumi na tano ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini, e, na tano. Lakini kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, wao msimamo wao wameweza kutoa taarifa kwa umma, ambapo taarifa hii Simba msimamo wao kama klabu wameweza kusisitiza mchezo upo kama ulivyopangwa, yani watakwenda kucheza tarehe 15 mwezi wa sita mwaka 2025, na, na iwapo wasipocheza mchezo huo, basi Simba Sports Club hawatakuwa tena kushiriki mchezo mwingine kwa sababu wanaamini wao wamebakiza eh, michezo mitatu katika ligi kuu tanzania bara ili kuweza kukamilisha ratiba yao yani mchezo wa juni eh, kumi na tano dhidi ya yanga mchezo wa Juni 18 dhidi ya Ken Gold, mchezo ambao utachezwa tabora lakini mchezo mwingine wao simba dhidi ya Kagera mchezo ambao utakwenda kuchezwa Juni 22 pale Dar na watakuwa wamemaliza ratiba yao ya ligi kuu ya simba kwa hiyo ya, ya, sim, ya msimu kwa hiyo msimamo wa simba wao ni kuto kucheza mechi nyingine yoyote dhidi ya yanga iwapo eh, itochezwa mchezo wa Kariakoo derby kwa Simba kugoma mchezo mwingine wa eh, derby mpaka pale ambapo wataucheza huko. Hiyo ndio msimamo wa klabu ya soka ya Simba. Vilevile Simba katika barua ambayo waliweza kuitoa ni kwamba wameweza kuiambia bodi ya ligi kuu Tanzania Bara watoa zarani ripoti ya uchunguzi wa juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe saba mwezi wa tatu mwaka 2025 na wote wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kwa hiyo huo ndio msimamo wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo vile vile kupitia meneja ya habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba anasemaje? Anasema hivi, anasema mpango wa nyuma mwiko, yani hapa kumaanisha Yanga Sports Club, kushinikiza katibu mkuu wa TFF na mtendaji wa bodi ya ligi kuwajiuzuru ni mpango wa makusudi wa kutaka kuweka watendaji wapya katika taasisi hizo watakazolinda maslahi yao na kuwapendelea wao pia kutaka kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi ni mkakati wa makusudi wa kutaka kuunda kamati ambayo itakuwa chini yao kimaamuzi. Kumbuka, hawa ndio wavunjaji wakubwa wa kanuni ikiwemo kupita geti, geti, geti lisilo rasmi, viongozi wao kuvum, kuvamia pichi. Sasa wanataka kuweka kamati ambayo itafumbia macho vitendo hivyo. Kamati haitoshi, wanataka kuweka watendaji wapya wa TFF na bodi ya ligi ambao watakuwa waoga kimaamuzi, maana wataamini kuwa nyumamwiko wakichachamaa wataning'oa madarakani. Hivi watafanya kila jambo kuwafurahisha ndugu zetu wasongesha. Mlipolala nyie, ndiyo tumeamkia sisi. Kwa kiufupi ni sisi tupo mbele ya muda, hauwezi kuruhusu uhuni ufanyike. Tunakula na nyie sahani moja, kukomesha utoto kwenye mambo ya msingi. Bodi ya ligi ni chombo cha vilabu vyote hivyo hatuwezi kuachia timu moja ifanye maamuzi kwa ajili ya wengine. Eh, wengi wa sisi ni wanachama wa TFF, hatuwezi kuruhusu. Huyo ni Ahmed Ali afisa habari na maklabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo msimamo wa Yanga wanaona kwamba yani Simba wao wanaona Yanga kwamba wanataka kuweka watu wao ambao moja kwa moja watakwenda kufumbia macho mambo ambayo wao wanafanya. Kwa hiyo tunaona hiko ndicho ambacho kimeweza kujiri kwa klabu ya soka ya Simba, lakini bodi ya ligi kuu Tanzania bara wao bado wanasisitiza mchezo uko pale pale, na Simba wao wanasema hawapo tayari kucheza mchezo mwingine kama hawatocheza mchezo huo wiki hii. Na Yanga o, wanakwambia hawatopeleka timu uwanjani mpaka watimiziwe mambo matano kama tulivyokwambia hapo awali, vile vile klabu ya soka ya Yanga, msimamo wao mwingine ni kwamba hawatopokonywa pointi yoyote na hakuna mtu ambaye atagusa pointi zao kama wasipopeleka timu uwanjani.